Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa Rehema, mwenye Kurehemu. Kwani hukuona jinsi Mola wako mlezi alivyowatenda wale wenye tembo? Kwani hakujalia vitimbi vyao kuharibika na akawapelekea ndege makundi kwa makundi, wakiwatupia mawe ya udongo wa motoni. Akawafanya kama majani yaliyoliwa.

waliokusudia kuivunja nyumba ya Mwenyezi Mungu ya Alkaaba, na anakionyesha kisa hichi kuwa ni dalili ya uweza wake Mwenyezi Mungu mtukufu na kujilipizia kwake juu ya hao wanaovunja vitu vyake vitakatifu. Mwenyezi Mungu hakika aliwasalitishia majeshi yaliyowang'oa mizizi yao, na wasibakie kitu ila kama nazi iliyoliwa na mwezi. Hakika ewe Muhammadi, unajua kwa ujuzi usiyoingiliwa wa na shaka yoyote alivyofanya Mola wako mlezi kuwafanyia wale watu wenye tembo, yaani ndovu, wakataka kushambulia nyumba takatifu ya Alkaba. Unajua ya kwamba hakika Mwenyezi Mungu amejalia juhudi yawo kutaka kuibomwa Alkaba ivize inaipotele mbali, juhudi yawo ikapeperuka, na wawo wasipate makusudio yawo, na Mwenyezi Mungu aliwasalitisha na majeshi ya ndege yaliyowatokea makundi kwa makundi ya kifuatana na yakawazunguka kila upande, wakiwatupia mawe kutoka jahanamu. Akawafanya kama majani ya mimea yaliyosibiwa ya katilifu.